Chama cha ACT Wazalendo ya wa Zito Kabwe wamejitokeza na kuibua mambo mazito kuhusu kufungiwa kwa Askofu Josefati Gwajima. Ikumbukwe kwamba siku kadhaa kupita mara baada ya Askofu Josefati Gwajima kujitokeza hadharani na kuzungumza kuhusiana na masuala ya utekaji, watu walio wengi wamekuwa wakionyesha kumuunga sana mkono, kitendo ambacho Zito Kabwe aliyekuwa kiongozi mkuu wa chama cha ACT Wazalendo ambaye kwa sasa ni mstaafu yeye binafsi amekuwa kinyume ama tofauti na jinsi wengi wanavyomuunga mkono Askofu Gwajima. Yeye amekuwa akimponda Askofu Gwajima kwa kile anachodai kwamba Askofu Gwajima aliponda sana dini ya Waislamu. Lakini leo chama cha ACT Wazalendo kimejitokeza hadharani kulaani vikali uamuzi wa serikali wa kulifutia usajili kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima kikiitaka serikali kusitisha mara moja hatua hiyo na kuonya kuwa ni dalili ya ukandamizaji wa haki za binadamu na uhuru wa kuabudu. Katika taarifa kwa umma iliyotolewa siku ya Jumanne na Shangwe Ayo, naibu katibu wa idara ya habari, uenezi na mahusiano ya umma wa chama hicho, ACT Wazalendo imesema hatua hiyo ya serikali inalenga kuzima sauti za kidini zinazopinga ukiukaji wa haki za binadamu hususan matukio ya utekaji na kupotea kwa watu ambayo askofu gwajima amekuwa akiyazungumzia hadharani serikali isitisha mara moja hatua yake ya kulifutia usajili kanisa la ufufuo na uzima kwani hatua hiyo ni ya kikandamizaji na inavunja misingi ya uhuru wa maoni na uhuru wa kukusanyika kuabudu imeeleza taarifa hiyo ACT Wazalendo imekosoa vikali kile ilichokiita ubaguzi katika utekelezaji wa sheria ikisema, wapo viongozi wa dini waliowahi kusifia na kuipamba serikali majukwaani na mimbari, lakini hawajachukuliwa hatua yoyote. Ikiwa mahubiri ya kuwapamba viongozi wa serikali hayachukuliwi kuwa ni ya kuchanganya dini na siasa, inakuwaje mahubiri yanayowakosoa na kuwataka kuwajibika kwa wananchi ndio yawe ni uchochezi na kuchanganya dini na siasa, amehoji, e, imehoji taarifa hiyo. Chama hicho kimeeleza wazi kuwa kinamuunga mkono askofu Gwajima, kikimtaja kama miongoni mwa viongozi wachache wa dini waliothubutu kusema ukweli kuhusu hali ya usalama na haki za binadamu nchini. ACT Wazalendo imetoa wito kwa jamii yote ya kitanzania kuungana kupinga kile kinachoelezwa kuwa ni mwelekeo wa serikali wa kutumia vyombo vyake kudhibiti uhuru wa kuabudu. Pia wameitaka serikali ya CCM kuacha kutumia sheria kama silaha dhidi ya wakosoaji. Tusikubali nchi yetu kuge, kugeuzwa kuwa kitovu cha utekaji, kupotea kwa watu na mauaji. Haki ya kuishi na kuabudu ni msingi wa taifa letu, amesema Shangwe Ayo. Kwa mujibu wa chama hicho, hatua ya kufuta kanisa hilo ni sehemu ya mwendelezo wa ukandamizaji wa wa kisiasa na kimewataka wananchi kuhakikisha wanaibana na kuiwajibisha serikali ya sasa katika, u, katika uchaguzi mkuu ujao. Na hivi ndivyo inavyosomeka taarifa kwa umma ya chama cha ACT Wazalendo kuhusiana na kufungiwa kwa Askofu Josephat Gwajima pamoja na kanisa lake la Ufufuo na Uzima. Serikali isitishe kufutwa kanisa la Gwajima Jana tarehe mbili mwezi Juni mwaka wa 2025, serikali kupitia kwa msajili wa jumuiya za kijamii imetangaza kulifutia usajili kanisa la ufufuo na uzima linaloongozwa na askofu Josephati Gwajima. Hatua hiyo imekuja baada ya askofu Gwajima katika siku za karibuni kujitokeza na kukemea vitendo vya utekaji wa watu vilivyoota mizizi na kukithiri nchini, akitoa wito vitendo hivyo visivyokubalika kukomeshwa. Mbali na hatua hiyo, wafuasi na waumini wa kanisa hilo wameripotiwa kukamatwa na polisi, hali inayoashiria mwendelezo wa ukiukaji wa haki ya kukusanyika na kuabudu. ACT Wazalendo tumesikitishwa na hatua hiyo ya serikali kulifuta kanisa la Askofu Gwajima na kuwakamata waumini wake, na tunalaani na kupinga vikali hatua hiyo inayolenga kuzima na kunyamazisha kila sauti inayokemea maovu yanayoendelea hapa nchini. Tunaitazama hatua ya serikali ya CCM dhidi ya Askofu Gwajima kama mwendelezo wa ukandamizaji na ukiukaji wa haki na uhuru wa maoni pamoja na uhuru wa kuabudu haki ambazo zimetolewa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumeshuhudia viongozi wa makanisa mbalimbali wakitoa kauli na mahubiri ya kusifia na kuipamba serikali na viongozi wa serikali waziwazi, bila kificho. Ikiwa mahubiri ya kupamba viongozi wa serikali hayachukuliwi hatua eh, hayachukuliwi kuwa ni kuchanganya dini na siasa inakuwaje mahubiri yanayowakosoa na kuwataka kuwajibika kwa wananchi ndio yawe ni uchochezi na kuchanganya dini na siasa? ACT e Wazalendo tunapenda kutoa msimamo ufuatao: moja, serikali isitishe mara moja hatua yake ya kulifutia usajili kanisa la ufufuo na uzima, kwani hatua hiyo ni ya kikandamizaji na inavunja misingi ya uhuru wa maoni na uhuru wa kukusanyika na kuabudu. Zaidi inalenga kuzima sauti zinazopinga maovu katika nchi na kustawisha sauti zinazoshamirisha maovu na udhalimu. Mbili, tunatoa wito kwa jamii yote ya Kitanzania pasipo kujali tofauti zetu mbalimbali kuungana pamoja kupinga na kukemea vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu vilivyoshika kasi katika nchi yetu, hasa vitendo vya utekaji, kupotea kwa watu na mauaji. Tusikubali nchi yetu kugeuzwa kuwa kitovu cha utekaji na mauaji. Tatu, ACT Wazalendo itaendelea kutekeleza wajibu wake kama chama cha siasa kinachotumikia maslahi ya wananchi kwa kuhakikisha tunapinga vitendo hivi visivyokubalika katika jamii yoyote iliyostaarabika. Aidha, tunawakumbusha wananchi kuhakikisha wanaiwajibisha serikali ya CCM kwa kuiondoa madarakani kwenye uchaguzi mkuu ujao, kwani imeshindwa kuwajibika kulinda na kuthamini uhai na haki za binadamu. Imetolewa na Shangwe hayo, naibu katibu wa idara ya habari, uenezi na mahusiano na umma ACT Wazalendo Juni 3, mwaka wa 2025. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Habari Kiganjani, hivi ndivyo ambavyo imekuwa na hivyo ndivyo ambavyo chama cha ACT Wazalendo wamejitokeza na kuzungumza kumhusu Askofu Josephat Gwajima pamoja na maswahibu ambayo yanamkuta kwa sasa Askofu Josephat Gwajima. Na hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo katika meza yetu ya habari na tunaisogeza kwako kwa, kwa ili kusudi uweze kupata kujua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 kumhusu Askofu Josephat Gwajima, hakikisha kwamba unakuwa nasi muda wote, wakati wote, ili kusudi usimisi ama kukosa eh, chochote kumhusu Askofu Josephat Gwajima na mengine mengi.